Mimi ni mchungaji Godson Abel Mollel, ni mkuu wa dayosisi ya Kaskazini Kati, kanisa la Kinjili la Kiluteri Tanzania, makao yake ni Arusha, nikiwa mwenyeji wenu mwenyeji wa marathon. Kwanza ninamshukuru Mungu sana kwa kanisa kuamua kufanya kilele hiki kifanyike Arusha, lakini pia niwakaribishe washarika wote wa dayosisi ya Kaskazini Kati na dayosisi nyingine na watu wote kushiriki katika mbio hizo maana ni mbio zenye lengo za kuimarisha kazi ya uinjilishaji, kazi ya elimu, kazi ya diakonia katika kanisa la Kiinjili la Kiluteri Tanzania. Ushiriki wetu utaonyesha nguvu ya kanisa, nguvu ya jamii na mshikamano katika taifa letu la Tanzania na itatimiza yale maombi ya Bwana Yesu aliposema, ye Baba wote wawe na umoja kama mimi nawe tulivyo na umoja. Kwa hiyo watu wote wote wote kabisa wanakaribishwa tena, wa dini zote na imani zote na rangi zote na jinsi zote na kwa hali yao, kushiriki katika mbio hizi. Itakuwa ni mbio za kihistoria, lakini ni mbio zinazomtukuza Mungu kwa ajili ya matokeo yake baada ya mbio hizo. Asanteni na karibuni sana.